E, bwana meneja mkuu wa Simba ambaye ametokea uh, Gaborone United, amewasili rasmi Tanzania na amefika siku ya leo mchana na akiwa amefika, waandishi e, bado wa walipata nafasi ya kuongea naye. Ameongea mengi sana, lakini kati ya machache ambayo e, ameyaongea, amesema kwamba mimi sijaje kumtoa mtu yoyote kwenye benchi, ila nimekuja tushirikiani kwa pamoja, na nina imani na benchi pamoja na wachezaji na naamini tutafanya makubwa pamoja, nami nimekuja na msaidizi mmoja tu. So, jamaa ameambatana na msaidizi wake mmoja ambaye atakuwa anamsaidia mikoba yake pale, lakini tukumbuke kwamba huyu jamaa ambaye anaitwa uh, Dimitri eh, Pantev Uh, ametoka uh, Gabron United ya, ya Botswana lakini wakati ametoka huko alikuwa ni manager kama ilivyokuwa kutambulishwa hapa Simba Sports Club, lakini watu wengi walitegemea labda huyu uh, Pantev anaweza kaja kuwa kocha mkuu eh, kwa sababu eh, Simba iliachana na kocha wake ambaye ni Fadu Davis. Lakini kitu ambacho kimemkosesha nafasi ya kuwa kocha mkuu hana leseni ambayo ingemwezesha yeye kuwa kocha mkuu. Kupitia ukurasa rasmi wa eh, mchambuzi wa soka eh, Farhan Farhan Junior anasema hapa, ningependa kidogo nipate elimu kutoka kwa wajuzi wa mambo eh, na wataalamu wa mpira, maana hili limenipita kushoto, nataka eh, kupokea elimu kocha kocha Dimitri eh, Pantev anahusishwa kujiunga na Simba. aa, ana leseni ya UEFA A, ambapo kwa mujibu wa sheria za CAF, ili uwe kocha mkuu eh, kwa, michu, kwa michuano ya klabu bingwa Afrika unapaswa kuwa na CAF A ama CAF Pro, Pro license, ila UEFA A huwezi, UEFA A huwezi kusimama kama kocha mkuu, bali uwe na UEFA uh, Pro license kama unatumia leseni kutoka mashirikisho mengine nje na CAF Nikajiuliza e, maswali, iliwezekana vipi akasimama kwenye benchi la Gaborone United ka, e, kama hana hicho kigezo cha leseni anachokitaka CAF? Je, yes. Simba pia wamepiga hesabu vizuri, maana unamtambulisha una, una na wao, ghafla wanakutumia email. Maana e, waliwahi kumzuia kocha wa Gavin Hunt na Eric Tinkler wasikae kwenye bench kabisa, kisa UEFA. Sasa kutokana na hili na, naona ndio maana hata e, Simba wao hawajamtangaza kama, e, kama kuwa kocha wao mkuu, lakini badala yake wamemtangaza kama kuwa meneja wa Simba Sports Club. Sasa, miongoni mwa haya ambayo ameyazungumza, lakini kuna video ambazo zilikuwa zinasambaza zikimwonyesha huyu uh, Pantev akiwa na anawasili, lakini namna gani ambavyo akiwa anaongea na, na waandishi wa habari uh, baada ya kutua katika uwanja wa kimataifa wa wa Julius Nyerere wa uwanja wa, wa, wa ndege tazama hizi video <laughs>

So hayo ndo ambayo yamejiri leo rasmi eh. Jamaa ametoa bongo na anaanza kazi baada tu ya eh, kalenda ya FIFA eh, kumalizika kwa sababu sasa hivi so, eh, mechi nyingi zipo, eh, timu nyingi za taifa zinaenda kwenye kalenda la FIFA kwa ajili ya kucheza mchezo wa kirafiki, lakini pia kwa ajili ya kufuzu, uh, World Cup qualifiers kwa ambapo Tanzania anacheza kesho kutwa dhidi ya Zambia katika uwanja wa eh, wa Amani Complex kule Zanzibar, lakini baadaye hapo pia ataenda Dubai kucheza mchezo wa kirafiki eh, dhidi ya Iran. So tuendelee ku, eh, kuona namna gani ambavyo atafanya vizuri kwenye michuano ya eh, kimataifa kwa upande wa Simba, lakini pia eh, kwa upande wa mchezo wa ndani eh, kuhakikisha kwamba Simba anapata kombe lake la kwanza ndani ya misimu minne nyuma, kwa sababu hajaweza kufanikiwa. Lakini tukumbuke pia Pantev alipokuwa timu ya, ya, ya Botswana Gaborone United alifanikiwa kuchukua kombe, lakini pia kabla ya pale alichukua kombe na kwenye timu ambayo alikuwepo e, eh, kule Cameroon lakini baada hapo pia eh, alichukua makombe matano mfululizo eh, kwenye nchi yake ambayo alikuwa anafundisha kama kocha mkuu ya Bulgaria. Tuone nini ambacho kitaenda kutokea dhidi ya kocha huyu mpya eh, baada ya Fadulev kocha mkuu yake. Donesha maoni yako chini uniambie, lakini pia nikukumbusha pia mtazamaji, kama bado hujasubscribe, ndio wakati wako sawa, kwamba unaweza kutufia bacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia bora kabisa Line Plus Media. Tony, bwana, sina la zaidi, nitakio wakati mwema, bye bye.